Habari zenu watoto? Nyinyi ni watoto wa kanisa gani? Yubusema. Basi nataka kuambia siku moja kulikuwa na shida kubwa ya kutatuliwa. Nani angetatua hii shida? Mm -hmm. Nasema siku moja watoto, kulikuwa na shida kubwa. Je, nani angetatua shida hii? Nataka mtanijibu baada ya mimi kusema shida ambayo ilikuwa, kulikuwa na watu elfu tano. Watu elfu tano na walikuwa na njaa ya kupindukia. Wanafunzi wa Yesu Kristo wakamwambia Yesu, ambia watu waende, hatuna chakula ya kuwalisha. Shida ikitokea, kuna watu wanasema watu wenye wako na shida tuwafukuze, kama wanafunzi wa Yesu Kristo, ambia watu waende. Mtu akifukuzwa anasikiaje? Ukifukuzwa unafanyaje? Watoto wanafanya nini wakifukuzwa? Malia wanakasirika halafu. Mwingine anafanya nini? Analia. Analia, mwingine analia, <laughs> analia. Wanafunzi wengine walitaka wenye wako na shida wafuku. Alafu kuna mwingine ambaye anaitwa Filipo. Filipo alikuwa ni mtu wa kupiga hesabu, na yeye akasema kwa hii shida hata mshahara ya miezi nane haiwezi tosha kulisha hao watu, haiwezekani. Ukiwa na shida, kuna watu wanasema haiwezekani, wanapiga hesabu na wanasema hii maneno haiwezekani. Yani alikuwa ameona haiwezekani, lakini kuna mtu anaitwa Andrea akaenda, akatafuta mtoto mdogo. Nataka niwaambie, saa zingine watoto kama sisi ndio tunaweza kutatua maneno, watoto kama sisi ndio tunaweza kutatua maneno. Na nataka kusema, nataka kusema huyu mtoto mdogo alikuwa amepatiwa na wazazi wake samaki ngapi? Mbili, na mkate ngapi? Tano. Saa zingine walikuwa wanampatia akienda kuvua samaki kando ya bahari lakini siku hiyo aliposikia Yesu anafunza, saa zingine, akaacha kuvua samaki yake kando ya bahari, akaenda na samaki tano, akaenda na samaki mbili na mkate ngapi? tano. Tano akaenda mpaka Yesu, penye Yesu alikuwa akifunza, na akasikia mafunzo ya Yesu, saa zingine, kutokea asubuhi mpaka jioni, hakuona njaa. Na watu walipokuwa na njaa yeye akafikiri hii chakula yake ndio inaweza tatua shida. Akaenda akaambia Andrea, na Andrea akaenda akaambia Yesu ya kwamba hapa huko na mtoto ako na samaki mbili na mikate tano, lakini hiyo itafanya nini? Yesu akaambia watu waketi chini. Saa zingine Mungu anasaidianga watoto walete suluhisho kama watoto wa kanisa gani? ACK ACK church, vizuri, tujipigie makofi. Mungu anaweza kututumia kulete suluhisho kama vile alitumia huyo mtoto, na akatoa chakula nyeange kula. Hata kama sisi sasa, Mungu anaweza kututumia na anatutumia tulete suluhisho Walipoleta hii mkate na samaki mbele ya Yesu, ni kama sisi, kama watoto, hata kwa familia saa zingine tunalete suluhisho. Baba anataka kuenda mkutano na hakuna mtu wa kuchunga ng'ombe, wewe unasema mimi leo nitachunga, na unachunga kwa uaminifu. Saa zingine amekosa pesa ya mtu kupalilia, unasema baba, niko hapa mimi, nitalete suluhisho. Je, unataka kuwa mtoto wa kulete shida ama mtoto wa kulete suluhisho nyumbani? Na kwa Sunday school, wewe ni mtoto wa kulete shida ama suluhisho? Kuna watoto wengine wanachunanga wengine, kuna watoto wenye wanasumbu wengine, lakini pia kuna watoto ambaye wanaleta suluhisho kwa kusaidia wengine. Mimi naomba Mungu awabariki, tulete suluhisho na kuleta suluhisho ni kuchukua chenye tuko naye kama ni kipawa na kupeleka kwa Yesu, na Yesu akabariki, na ikatosha watu wote. Sadaka ambayo mnapatiwa inaleta suluhisho kanisani. Usikule sweet barabarani, lete, toa, peleka kwa Yesu Kristo. Kipawa nyoko naye ya kuimba, usikae naye kwa Sunday school, lete suluhisho. Kama mwalimu anasema nani anataka kuimba, sema niko hapa mimi nataka kuimba, na nikitaka kuimba Mungu awasaidie. Na nataka niseme ya kwamba Mungu wa amani awabariki watoto wazuri, na tunataka kusema ya kwamba, kwa sababu mmekoa, kwa sababu mmekuwa watoto wazuri, na ninaona mmesikia, mimi nataka kuwabariki. Leo wangapi hawakuli sweet? Hebu nione kwa mikono, wangapi hawakuli sweet? Wote mnakula. Kama ule mtoto alitoa yake, hata mimi saa zingine nilitakiana kukula hii sweet, lakini leo nataka niwapatie, ili penye mnaenda kumbuka toa suluhi, mwingine kama yako na njaa, mpatie chenye uko na. Mungu hahitaji chenye hatuna, anahitaji chenye tuko na tuko na na Mungu akitupa suluhisho tutabariki wengine. Naomba tamu hii na ukirudi shule kuwa baraka kwa wengine. Kwa hivyo wacha niwakabidhi vile mmepangana hivi. Uhum. Hata mwalimu si anapata, yeye ndio amewafunza sana. Okay.